Na mtazamaji na wakazi wa kijiji cha Mailoji katika kaunti ya Kajiado wanalalamikia visa vya miili ya watu kupatikana kwenye bwawa la maji la Kiserian. Naam, katika kisa cha hivi karibuni, kijana mmoja ay, ay, alizama alipokuwa kwenye harakati za kumsaidia mkewe kuteka maji. Wiki tatu zilizopita, kijana mwingine pia aliripotiwa kuzama katika bwawa hilo. Wakazi wanasema kuwa wanawasiwasi hasa msimu huu ambapo watoto wako kwenye likizo. Aidha, wanaitaka kaunti ya Kajiado kuwapa vijana mafunzo ya kukabiliana na majanga na kupiga mbizi. Venye mtu alikimbia kumsaidia alifika, akapata, akasinga alienda hivyo, lakini ni kama nilisikia, ni kama alijaribu kuongea azin mtu amsaidie, lakini maji ni kama ndio akakunywa hiyo maji ka akakufa hivyo, akasinga kungengana na serikali kuangalia watoto watoto wetu hapa hivi wengine hata sio wa huku, wengine ni wa mbali, wanakuja wakisikia kuna demo hapa. Saa hizo venye wamefunga shule wanataka kuja kuswimu huko. Sasa sisi tunasumbuliwa sana, saa zote tukikaa kaa, tunasikia nduru, tunasikia nini, tukikimbia huku tunaambiwa mtoto ameingia ndani na amekataliwa. Lakini tunaweza kaa hapa hata wiki mzima, maana uwezi lala kama unajua kuna mtu hapa kwa demo. So ile kitu ningeomba serikali kama vile walisema wakati ule pale, wakasema watalipanga madaivas wawalipe na basi, na kama ni ile mtu anataka kuenda ile saindi basi, hata sisi tunaweza watusaidia, hata kaa na mboti.